Medimo, wayeni wane dawa dakumi na ulama kulungwa, tunatumia lugha hiyo boko, wote wanatoka juu nam. Karibu sana katika ukurasa wetu huu wa Unyakyusani Empire Village Production. Kama bado hujasubscribe, ningekusii sana subscribe bonyeza alama ya kengele ili uwe mtu wa kwanza kupata taarifa zote ambazo tunakuwekea, mambo mazuri ambayo tumekuwa tukiyafanya kupitia kipindi chetu cha The Village TV show ambacho kinaangazia mambo mbalimbali mbali katika jamii zetu, hasa inajikita vijijini, kufichua kuibua mambo tofoti, tofauti, tofauti shughuli za kijamii, lakini pia tukijikita zaidi katika masuala mazima ya kukuonesha uzuri wa maeneo mbalimbali mbali ya kihistoria na utalii katika nchi yetu ya Tanzania. Sasa leo tupo katika wilaya ya Kilwa. Kilwa bwana ni miongoni mwa wilaya yenye vivutio vingi sana vya utalii. Leo tutaangazia vivutio mbalimbali, kutaka kufahamu kwa wewe ambaye ni mgeni, pengine unataka kufika hapa wilaya ni Kilwa, nini ambacho utatamani kwenda kukitizama? Leo nitaanza kukuonesha pia maajabu ya viboko albino ambao wanapatikana katika eneo hili la Mtonyange, lililopo katika kata ya Uh, lilipo katika kata ya, ya na Njilinji eneo hili A, lipo katika kijiji cha Makangaga kata hii ya Nanjilinji, ambapo hapa kuna viboko albino mamia, ya watu wamekuwa wakifika kutoka taasisi mbalimbali, vyuo na watu mbalimbali ambao pia wamekuwa wakifanya tafiti zao, wamekuwa wakija kujifunza katika eneo hili la hifadhi ambao liko chini ya TFS wakala wa misitu Tanzania, ambao pia ndio wamekuwa wakisimamia eneo hili sema Mtonyange Eh, Mtonyange ni kati ya maeneo mazuri sana katika masuala mazima ya nature au utalii ikolojia. Unaweza kaja kufanya hapa au kujifunza zaidi, kwa wale ambao ni wanafunzi wa vyuo pia wanakaribishwa. Sasa hapa mtaalam wa eneo hili anajaribu kuelezea, uh, viboko hawa walianza vipi. Ni viboko wa maajabu, lakini walianza vipi? Kwa hiyo acha tumsikilize kidogo, nini ambacho anatueleza kuhusiana na eneo hili. Kama hafla tu utaratibu wa kupangiwa wao hapo, basi itapangika na fulaha yako utaiona, kwa hiyo usiwe na hofu, imani yangu hao watu walidhishe nao wafula

Maanake hayo sasa ndiyo maajabu ya mto Nyange eh, ukifika hapa. Lakini pia kuna mamba na kuna viboko hao albino na viboko wengine ambao pia wamechanganikana kutoka maeneo mbalimbali, kutoka huko mto Mbwemkuru nao pia wamekuwa wakifika katika maeneo haya lakini hasili yake na sifa yake kubwa la eneo hili ni kuwa na viboko albino eh, hawapo popote duniani, ila ukifika uh, mto Nyange utakutana na viboko hoa. Hili linafurahisha sana kupata viboko ambao, uh, wanapatikana katika nchi ya Tanzania, Tanzania, Tanzania. ajili ya hilo Lakini pia katika wilaya hii ya Kilwa imeendelea kujibebea umaarufu mkubwa pia kufuatia vivutio vingine ambavyo vipo, kwa mfano tukizungumzia hifadhi ya magofu ya Kilwa Kisiwani na Songo Mnara, ni kati ya hifadhi ambayo ni maarufu sana ulimwenguni, lakini pia ni hifadhi ambayo inasimamiwa na UNESCO na imekuwa na ikipokea wageni kutoka mataifa mbalimbali kwa mfano siku za karibuni, pia mataifa mbalimbali, meli kubwa za kitalii duniani zimefika zikiwaleta watalii kutoka mataifa mbalimbali, na hii imeendelea kuifanya wilaya ya Kilwa kuwa ni sehemu sahihi ya watu kwenda kufanya shughuli za kitalii. Sio hayo tu, yapo mengi ambayo, aa, utaweza kuyafahamu katika wilaya hii hii ya Kilwa ina vivutio vingi sana. Tukija kimoja kwa kingine, ukienda katika uh, kata ya Njinjo kuna vivutio vya, kuna kivutio kikubwa cha ziwa Maliwe, ambapo ziwa hilo lina sifa, lina mila na masharti yake, yaani huwezi kuingia katika na uh, kuingia katika ziwa hilo ukiwa na mambo Okay, yani ukiwa umefanya mambo kadhaa, kwa mfano ukitoka kulala pengine na mwanaume au umetoka kushiriki tendo, utakiwi, yani janaba, utakiwi kuingia. Sasa kuna kikundi cha maliwe taaluma, ambapo kina dhamana kubwa ya kusimamia ziwa hili, kuzuia mifugo kuingia katika ziwa hili. Hapa tulikutana nao, na wao pia wakatueleza kwa kina zaidi nini ambacho natakiwa kufanya ukiwa katika eneo hili la ziwa Maliwe. Na sio hilo tu, hadi wametengeneza wimbo kuzungumzia ziwa hili la Maliwe. Sio halipatikani kwingine, ni Kilwa tu ezi <laughs> tu kuwatangazia ndugu wa kusini mwa Tanzania, tukiachana tu na utalii wa bahari kusini mwa Tanzania, kuna utalii pia wa ziwa ambao au kuna utalii wa maji baridi. Ni eneo rafiki kwa kufanya mapumziko, ni eneo rafiki kwa kujifunza vitu tofauti tofauti, wa kwa wale waliokuwa mashuleni, wanayesoma, wanayohitaji kufanya research tofauti tofauti, tunawakaribisha, kwani yote ni maeneo rafiki kabisa ya kufanya hivyo vitu na kupata majibu yaliyo sahihi. Na mlianza kutengeneza mazingira, labda kitu gani kimekwamika? Mlianza kutengeneza miundombinu ya watalii kufikia kitu gani, labda kilichokwamisha? Mmekosa tu kitu ambacho kimetukwamisha ni ile hali ya rasilimali fedha mwanzo tujitoa kwa nguvu zote na tulikuwa tunafanya mambo mengi kwa wakati mmoja sababu tulikuwa tunajenga kila wakati, tunafanya ulinzi kila wakati, tunafanya uhamasishaji maki tukitoa elimu kwa jamii. Vitu vyote tulikuwa tunafanya kwa wakati mmoja. Kwa hiyo tulifika sehemu baadhi ya vitu tumefikia kuishia kati, tushindwe kumaliza vitu kwa pamoja. Kwa mfano maki tu masuala ya ujenzi yakatushinda katikati, lakini tumefanikiwa kwenye kutoa hamasa, kuhamasisha jamii. Vijana wenzetu wameweza kutusikia na kwenye kwenye kwa kweli kutembelea kuanza. Vijana wamehamasika na sasa wamefikia kutunga nyimbo mbalimbali, kutoa kile alichonacho ya yaani kutumia idea yake kuunga mkono hizi harakati za uhifadhi wa mazingira. Kwa hiyo ni elimu ambayo tulikuwa nazitoa, kila mtu kutumia ile aidia aliyonayo kwenda kuunga mkono harakati za uhifadhi wa mazingira, uhifadhi wa mali asili na ziwa la Malio kwa ujumla, kutangaza utalii uliopo na vitu tofauti. Pale awali, wakati tunafika hapo, uliniambia viboko ambao wapo hapa ni kwa asili au wanyama wanaopatikana katika eneo hili hawazuru binadamu, labda hili unataka kulizungumza vipi? Awauubindam eh, kama nilivyosema awali pia ziwa hili lina utalii wa kihistoria maana tunamaanisha maanisha viboko au wanyama walio kwenye mazingira haya yote, kwa ufupi, toka karne hizo zilizopo, haya mazingira haya hayajawahi kutokea ajali usababishaji ya wanyama kwa namna yoyote, ila isipokuwa ili ziwa lina mila na taratibu. Kwa wale ambao wanakiuka mila na taratibu huwa na wanakutana na. Kwa mfano mtu akikiuka vipi? Kwa mfano, hili ziwa lina mila na taratibu toka nzizo, hairuhusiwi kuingia na sufuria nyeupe, kwa kutumia sufuria nyeupe kwa kuchotea maji yaliyo ziwani, hiyo hairuhusiwi. Lakini pia hairuhusiwi kutumia tumbaku ndani ya maji, lakini pia hairuhusiwi kuingia na hairuhusiwi pia kuingia na kitu kama maboga, kuna mamu, matikiti ndani ya maji, ndio ni kosa, lakini pia hata kwa shughuli zetu za ujana, maana kwamba kuingia na janaba, kwamba kufanya mambo fulani ukaingia kwenye hili ziwa ikiwa ukijifanyia usafi, hicho kitu pia linakemea. Kwa maana ukifanya hivyo vitu au ukikiuka hivyo vitu, vipo viashiria ambavyo vitakuonyesha, unaweza ukajeruhiwa tu kwa namna fulani, lakini hata kwa yule aliyejeruhiwa baadaye ukimuuliza, anaweza akakwambia mi nyumbani sikutoka vizuri kwa kweli <laughs> Kwa vitu vinajitokeza okay. Karibu Kilwa. Tukiachilia hayo ambayo yanapatikana katika ziwa Maliwe, tuangazie vivutio vingine ambavyo vinapatikana katika uh, wilaya hii ya Kilwa. kuna vivutio vya mapango ukienda Songosongo, uh, ukienda Songosongo. Kuna mapango ya panga mbuzi. Hichi kisiwa cha Songosongo ni kisiwa maarufu sana uh, kwa wale ambao wamefika uh, timu Village TV tumefika maeneo yote haya na ndio maana tumekukusanyia taarifa hizi ambazo tumezifanya na wewe kukukaribisha kutembelea katika wilaya ya Kilwa. Achili ya hero, lakini pia kuna mapango ambayo yako uh, MT Kimwaga Mtondo Kimwaga katika tarafa ya Kipatimu, nako pia kuna mapango ya kipekee ukiachana na mapango ya Nangoma, lakini pia kuna mapango ya MT Kimwaga kuna Uh, mapango tofauti tofauti ambayo yameendelea kuwa kivutio siku hadi siku wageni kutoka maeneo mbalimbali. Eh, kuna mapango ya Tungande, kuna mapango ya Likolongomba yote yamekuwa yakivutia. Kwa mfano pango la kilo, ya Likolongomba ni pango moja ambalo wengi hawajafika lakini mimi na timu yangu tumefika katika maeneo haya, tumejionea. Kuna maeneo makubwa, kwa mfano ukumbi hivyo, unaona kitu kama ukumbi uh, ambao kama watu walitumia enzi hizo kufanyia shughuli mbalimbali, lakini hivi vyote vitu ni vitu asilia ambavyo vipo tangu uumbaji wa Mwenyezi Mungu, havipatikani kwingine, vinapatikana katika wilaya ya Kilwa. Karibu sana Kilwa, karibu sana Tanzania. Mimi ni Wallet Mwaipopo kutoka eh, Unyakyusani Empire, nikikujuza mambo kadha wa kadha kupitia chaneli yako hii ya YouTube ya Unyakyusani Empire Village Production.